Walioapishwa na Rais Dr. Shein katika hafla hiyo iliyofanyika Ikulu mjini Zanzibar ni Dr. Sira Ubwa Mamboya ambaye anakuwa mjumbe wa Baraza la Mapinduzi na waziri asiyekuwa na wizara maalum. Mimi Dr. Sira Ubwa Mamboya naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika utekelezaji wa kazi zangu za sa mjumbe wa Baraza la Mapinduzi na kwamba wakati wote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 mwanasheria mkuu wa Zanzibar Said Hassan Said, waziri wa nchi ofisi ya rais na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Isa Haji Gavu. Wengine waliohudhuria hafla hiyo ni mawaziri wasio na wizara maalum ambao pia ni wajumbe wa baraza la mapinduzi, naibu waziri wa kazi, uwezeshaji, wazee, vijana, wanawake na watoto shadia Muhammad Suleiman, mufti mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kabi, kadhi mkuu wa Zanzibar Sheikh Hamis Haji wengine ni mkuu wa mkoa mjini Magharibi ayubu muhamed Mahmud, meya wa manispaa ya mji wa Zanzibar khatibu abdurahman Khatib, washauri wa rais wa raisu Zanzibar pamoja na viongozi wengine wa serikali. Nikiripoti kutoka ikulu mjini Zanzibar, ni mimi Omar Ahmed Mcheju.